Sasa miongoni kati ya watu ambao walitamani kufanya kitu kwa mama zetu hawa ni hawa wanaitwa Sia Princess, ehe, kampuni ambayo inajihusisha na masuala ya ushonaji wa nguo, wamesema wao pia basi lazima wanyooshe mkono kwa mama zetu hawa kwa kuwashonea nguo nzuri kabisa. Sasa mbele yako niko na mmiliki wa ofisi hii, tutazungumza naye kidogo machache kuweza kujua kile ambacho anakwenda kufanya kwa mama zetu. uko salama? Niko salama kabisa. Jina lako? Naitwa Aloisia Innocent, mmiliki wa Asia Princess. Yes. Nataka niambie kwanza ninyi hapa mnashona nguo za aina gani? Sisi Asia Princess tunashona nguo za aina zote, tunashona nguo kwa jumla, tunashona nguo ambazo ziko tayari mtu anakuja kununua, mtu anaweza kuja na kitambaa chake tukamshonea, na vilevile anaweza akachagua mshono wowote tukamtafutia kitambaa mpaka design. So tunashona kila kitu. Ujisifie kidogo, ubora wenu uko wapi, ili pengine watu watumie si ya Princess kama sehemu sahihi ya kupata nguo nzuri. Bora wetu sisi tunashona nguo kwa kiwango cha kimataifa kabisa, tunashona finishing nzuri, kitambaa kizuri, tunamchagulia pia mteja nguo kutokana na umbo lake, inaendana na design na kitambaa yes. Ubora wa kimataifa kabisa kabisa. Mmesikia mama zangu, ubora wa nini Kimataif? mnakwenda kuwa kimataifa. <laughs> <laughs> Sasa nataka uniambie nini hasa kiliogusa mkaamua kufanya kitu kwa Joyce na Sarah? okay, kuna vitu vingi vilitugusa mpaka tukaona na sisi si ya princess tuweke alama kwa mama zetu Joyce na Sarah. uh, tukianza na Joyce Uh, historia yake ilionyesha mume wake alipata changamoto kidogo ya mguu akaamua pambanie familia yake. Sawa, na ukiangalia katika familia zetu baba ndio, ndio ana mchango mkubwa baba kwenye familia. So mama, baba anapokuwa kidogo tatizo, mama anaingia anapambana kutafuta kwa ajili ya familia. Hiyo ilitokea hata kwenye familia yangu pia, mume wangu alipata changamoto kidogo ya, ya mguu alivunjika Kwayo, kwa hiyo ni kwa nia moja, kwa namna moja au nyingine, inakuwa namwelewa sana dada Joyce anachopitia, anachopitia na mimi ningependa kuweka alama kidogo kwenye maisha yake. Yes. Sawa na mama hitu hapa, yeye huyu alikuwa ni shughuli yake kubwa ni kuponda mawe Yes. Na kwa mama uh, kwa Sarah namwelewa zaidi pia kwa sababu anapambania familia yake akiwa ya kama mama, ukizingatia na mimi nimeelelewa zaidi, nimeelelewa na mama, tuseme kuanzia mdogo miaka minne mpaka sasa unavyoniona, baba yetu alifariki. Kwa hiyo mama anayepambania familia yake wa watoto na familia, nikiwa kama mama pia, nikiwa kama mke, namwelewa zaidi. Sawa, bila shaka mmemsikiliza hapa ndugu eh, yetu Sia akieleza kile ambacho kimefanya, eh, ashone ama awaguse ninyi kama mama zetu. Kwanza tukianza na mamangu Sarah, hapa una lipi la kuzungumza kwa hiki ambacho kwanza amekizungumza hapa Sia? Ninachoweza kuzungumza kwamba kwanza ninamshukuru kwa moyo ambao ameuonyesha na jinsi alivyojitoa, nikasema kwamba Mungu aendelee tu kumbariki na kumtunza na kumpa maisha marefu kwa hiki ambacho anaenda kukifanya, na wengine pia waendelee kuguswa katika mioyo yao na chochote walichokuwa nacho waendelee kutoa sapoti kwa watu wengine wenye uhitaji. hmm. mamangu Joyce, wewe unalipi? Lete maneno. Ninamshukuru, ninasema asante na Mungu ambariki sana, ampandishe viwango vya juu. Mm, viwango vya juu kabisa. Yeah. Sasa tuambie ni nguo gani ambazo unakwenda una kushona kwao na ni nguo ngapi? Uh, kwao nitaenda kushona nguo mbili mbili kwa kila mmoja na nitawashonea nguo ambazo ni za kisasa zinazoendana na hadhi yao ya kimataifa, kama walivyosema, ya kimama ki sio kisichana sana, kimama ki. Ataonekana tu nadhifu. Tumeandaa material aina nne, ni vitambaa vinne tofauti, kwa maana kila mmoja atapata nguo mbili, mbili. Yes, ni vitenge ambavyo tuta decorate kidogo na les na details tofauti tofauti. Wapi? Okay, mbili kwao, kila mmoja atapata moja moja. Na kuna hivi ya rangi kama okay, ya okay, greenish kwa tuta design mshono mzuri. Yes. So, na itachukua muda gani pengine kukamilika? Zangu uh, mm. Yes. So, tegemeni kuonekana wa tofauti eh, kwanza mzingatie ni mwonekano wa kimataifa, vile viwango vya kimataifa nguo nashunwa wiki, unajiuliza hapo itakuwaaje? Kwa hiyo naamini Christmas itakuwa nzuri mamangu <laughs> itakuwa nzuri eh, namshukuru Mungu Eh, namshukuru Mungu sana kwa ajili yake. Eh. Baada ya wiki mamangu Sarah tutakuja hapa kuchukua nguo zetu si ndio? Sawa. Mm, <laughs> cha kumalizia aba cha mwisho uh, cha kumalizia uh, nawashukuru uh, kupitia platform yenu ya sauti na simulizi kwa kuendelea ku, kutafuta kuona watu ambao wanahitaji uhitaji kwa jamii na jamii iko tayari Kuwasaidia na kuweka alama katika maisha yao. Yes. Nikimalizia kabisa nguo moja ambayo unakwenda kushona labda kwa Sara na Joyce inakua kama shilingi ngapi gharama yake? Nguo moja ina cost kama laki mpaka laki na ishirini. Yes. Nguo mbili hapo laki mbili na nusu. habari. Yes. Yes. Na, na nyepi. Siko wapi lakini pia Instagram wanawapataje? Tunapatikana Sinza Vatican na Instagram tunatumia si Princess. Yes. Sawa, nafikiri baada ya wiki tutakuja kuchukua nguvu zetu. Ah, tulikula mtama kwa maji tukanawili, kuliko wao hatukupambwa kama wao tukapendeza zaidi yao. Walitubadilisha majina, hawakubadili hatima Walipotutupa shimoni tukaibukia hiku, kule walikotusukumia ndipo Mungu pumzikia. Walizani wametukimbiza kumbe, wametusindikiza. Tulikula mtama kwa maji tukana wili kuliko wao, hatukupambwa kama wao, tukapendeza zaidi yao. Walitubadilisha majina, hawakubadili hatima. Walipotutupa shimoni, tukaibukia hiku kule, walikotusukumia Ndipo Mungu pumzikia. Walizani wametukimbiza kumbe, wametusindikiza. Tulikula mtama kwa maji, tukana wili kuliko wao. Hatukupambwa kama wao, tukapendeza zaidi yao walitubadilisha majina, hawakubadili hatima. Walipotutupa shimoni, tukaibukia iku. Kule walikotusukumia, ndipo Mungu upumzikia. Walizani wametukimbiza, kumbe wametusindikiza.